Tumekuja hapa kukabidhi vifaa vya ujenzi wa madarasa mawili na ofisi moja ya walimu. Na kama ambavyo mnaona uh, madarasa kwa maana ya boma yameshakamilika na ofisi yake. Na kwa taarifa ambazo tumezipata kwenye kikao, lakini kwa taarifa ya mwalimu hapa, ametuambia jengo hili wananchi wamechangia matofali. Lakini gharama za ujenzi, kuchimba msingi mawe na vitu vingine vyote mpaka boma kusimama, gharama amezibeba mneki wetu wa chama cha mapinduzi wa mkoa, mheshimiwa Evaristi Pasco Gervas. Na umekuwa ni utamaduni wake, amefanya makubwa kwenye mkoa wetu, maeneo mengi amefanya. Nyarugusu kwa ukubwa sana, amejenga shule ya sekondari imekamilika kabisa kwa majengo yote na wanafunzi wanasoma pale. Leo wamefanya hapa Chemamba, kata ya Nyechiruruma, kujenga majengo mawili na ofisi ya walimu, na gharama anazibeba zote mpaka kukabidhi majengo, na leo wamenituma hapa kuja kuwasilisha na kukabidhi mabati mia moja arobaini na nane ambayo yanatosha kabisa kuwezeka madarasa yetu mawili pamoja na ofisi ya walimu tunamshukuru kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, mneki wetu kwa jinsi ambavyo ameendelea kuunga mkono shughuli za serikali na za wananchi, na hii inatoa taswira la kwamba sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kama wasimamizi wa serikali na wasimamizi wa ilani yetu, tunatekeleza kwa vitendo kwamba yapo mambo ambayo yanafanywa na serikali yetu, lakini yapo mambo ambayo si viongozi wa chama tunayafanya pale ambapo jamii inakuwa na uhitaji. Kwa tuendelee kutoa wito kwa viongozi wengine na wadau mbalimbali wa maendeleo kwenye mkoa wetu na wilaya yetu. Waendelee kushiriki kwenye hizi shughuli za maendeleo na kuwashika mkono wananchi. Lakini shukrani zangu za dhati ziende kwa wananchi wa kijiji hiki, wakiongozwa na mwenyekiti wao wa kijiji kwa jinsi ambavyo wamejioga na hizi na kukubali kuchangia tofali za, za haya madarasa mawili na ofisi. Ni jambo la msingi na la kuigwa na wamekuwa wakifanya hivi kwenye miradi mingine na serikali inakamilisha, lakini leo wamefanya hivi na kiongozi wetu wa chama amekamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mwenyekiti wa kijiji tunakushukuru, na sisi kwa kweli tunakupongeza na tutaendelea kukusemea kwa huu moyo ambao umeuonyesha na wananchi wako. Ni wakati na, na jinadi kuomba kura kura kwamba nipeni kura, Chemamba nitaibadilisha. Maombi yangu Mwenyezi Mungu aliyapokea. Kulikuwa na hali mbaya kwanza, mvua ikija walimu wanaamua kuwatoa watoto darasani, wanarunda sehemu moja. kuna, kuna, kuna, darasa hapa chini kwanza, unaangalia yani, kulikuwa na mianya ya kuangalia mpaka mwanzo wa darasa mpaka mwisho wa darasa, makovu hata mimi. Ndio maana sasa nikaona kwamba kwa kuwa nimeingia mimi, ni mama mwenye uchungu kabisa wa kuona mimi na kusamini watoto, nisema ya kwa, cha, kwamba nipeni kura, nabadilisha shule ya Chemamba, ndio kipao changu cha kwanza kabisa. Nitafuta MNEC kwa ajili ya madarasa ya mawili lakini bado nienda kwenye halmashauri yangu kujipanga kujitetea, andiko likaandikwa vizuri la busti, nikapata hizo fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa sasa. Shule iko vizuri, na bado shida moja ni nyumba za watumishi. Unaziona kwamba mfano na nyumba hizi kwa nyumba ya mtumishi haifanani, ukiangazia nyumba. Mimi niombe tu niombe tu, na wananchi waendelee kuniamini, nikirudi, mpango wangu ni nyumba kwanza za watumishi. Mwalimu Msese Rugora Pambe ndiye mwalimu kiongozi wa shule hii. Awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa hawa waliofanikisha mradi huu. Shule hii kiufupi imeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu. Ni kweli ilikuwa na hali mbaya sana kwa miundombinu kwa maana ya madarasa pamoja na vyoo. Pamoja na kwamba tumepata ufadhili kutoka serikalini, serikali kuu, lakini ndugu yetu e, aliona kwamba haitoshi, akaona tuongezee madarasa mawili pamoja na ofisi ya mwalimu. Kwa kweli sisi kama uongozi wa shule kushirikiana pamoja na kamati ya shule na viongozi wetu wa chama e, na serikali ndani ya kijiji cha Chikobe tunashukuru sana kwa fadhili aliyotusaidia. Eh, uhitaji sio mbaya sana e, kiufupi ni kwamba tuna wanafunzi kama mia saba na kitu, lakini uhitaji, tunahitaji madarasa manane lakini kwa sasa tuna madarasa saba. Kwa hiyo tukiongezea na haya mawili, tutakuwa na madarasa tisa.